Yes story kutokea kwa mwanadada Diva the Boss, mmoja kati ya watangazaji ambao wanafanya poa kabisa katika kipindi cha Lavidavi kutokea pale Wasafi e bana. Diva the Boss pia kupitia eh, kipindi cha Lavidavi Wasafi FM pia ameweza ku ametuma ujumbe mzito kwa wanawake wote, akaandika kwamba amini kwamba wewe ni mrembo, usikubali kubaki kwenye ndoa inayo eh, kudhalilisha ni kweli, sio lazima kuonekana umeolewa eh, kama ndani unateseka kimya kimya. Jua thamani yako, usilazimishe mahusiano ya mateso. Hata mastaa kama Aisha Buheti mzuri na maarufu we, wanapitia manyanyaso kwenye ndoa zao. Je, wewe mwanamke wa kawaida wa mtaani utawezaje kuvumilia kwa sababu ya uoga au aibu? Wanawake simameni, simameni au semeni wazi mnavyonyanyaswa Sauti yako ina thamani. Maisha yako ni muhimu. Heshimu nafasi yako au nafsi yako eh, kabla ya heshima ya jamii. Usikubali kudhalilika eh, kwa jina la ndoa. So, anasema eh, kwamba usikubali kudhalilika kwa jina la ndoa, kwa kwa sababu unajua kabisa tu upo tayari kwenye ndoa, basi wewe unakubali tu kudhalilika kwa sababu ushafunga ndoa. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ukishafunga ndoa unakuwa katika eh, kifungo ambacho kinakuwa tunaweza tukasema, kwa wale ambao ndoa zao zimetulia, utasema tu ni kifungo huru, kwa sababu huwezi kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ushakwisha kuolewa, ushakuwa mke wa mtu, unaenda wapi? So ndivyo The Boss anakuambia pia. Kama unaona unanyanyasika, basi ni bora kuwa muwazi. Kama masuala mazima ya talaka yatahusika, basi ni bora tu ufunguke, kwa sababu manyanyaso sio mazuri eti kwa sababu tu upo ndo kwenye ndoa au ndoa iwe ni kifungo chako katika maisha yako ya ndoa. Hayo ni maneno ya Diva The Bawse kutokea pale Wasafi FM kipindi cha Lavidavi. Ameweza kushauri wanawake wote ambao wanakuwa wamemsikiliza. So kwa wale ambao watakuwa wametega sikio vizuri, watakuwa wameelewa ni nini ambacho anakuwa anakimaanisha. Lakini pia sisi kama sawa sawa digito tuko hapa kukupa habari kwa wewe mwanamke ambaye unateseka na kunyanyasika kwenye ndoa yako then umekaa kimya, funguka, pasuka, ongea. E, eh, vitu vingi viweze kuwa sawa, maisha yako yaweze kuwa eh, kwenda sawa kabisa. Lakini pia sisi kama sawa sawa digital tunakwambia endelea eh, kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau YouTube yetu, subscribe kwa kuweza kupata taarifa nyingi zaidi ili wewe wa kwanza kuwa eh, watu ambao wanapata up, eh, up, uh, updates zote ambazo zinakuwa zinatokea hapa, lakini pia habari ikigejani mwako